Ii usemekane ya kwamba sasa umeanza kushinda? Hapana, hii hema ni ya mazoezi. Haleluya. Daudi yeah, anaangalia, anasema Bwana ni nani atakae kaa katika hema yako? Maana si watu wanakuja hapa siku mbili wameru. Bwana asifiwe, aliyekuwa siku hiyo pombe ni ni ni, amekuja hapa ameona mambo yenye anapenda. Akikuja hapa kile siku anagua hii, hii mpaka pakata mwingine anaweza kutukia mimi bure basi manene ya watu sio mimi, kwa sababu hii hema ni yapi? Bwana asifiwe. Hata we kama uko hapa na usimami, utaendelea tu kunitukia, maana nikisema usharati ni mbaya na we iko ndani, utata tu kuumia. Aleluya. Kama wewe mtu mwenye unatoa matuko yako nimba, basi wakisema hiyo, hata ukinisi, utaona wamesema ba baya, maana hii hema ya nini yabita Bwana asipiwe, na lazima ushinde katika hema hii. Daudi anauliza ni nani atakae kaa katika hema yangu. Maana kukaa katika hema lazima uwe umeamua. Bwana asibiwe, kalimia diyani mwamiya amua Ufanye nini? Uamue maana Paulo anasema nilipookoka na nikaendelea, ili nibidi nihesabu hasara mambo niliyoyapenda. Bwana asifiwe. Paulo ndiye anaandika hii, anaambia wapendwa, baada ya mimi kuendelea kujuana na Kristo katika hema ya kwanza mambo ambayo nilikuwa napenda ya kukaa katika vikao vya siasa vya vingina katika kukaa kwa mambo ambayo hayana hayaleti faida niliyehesabu kuwa hasara. Wale wanasoma ametumia neno kubwa, lakini nasema, anasema nimehesabu kuwa hasara. Bwana asifiwe. Katika hema hiyo kwanza, nani itabidi nimekubali kupata asa asana asa. Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Eh, na ukijapika mahali ambapo umekubali na ushinde, Mungu aone umeshinda. Soma Biblia ndugu, tusikie inakuwa namna gani, Biblia yake inasema ni eh, nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Baada ya kushinda hema ya kwanza utakuwa na nguvu watu wakienda vita wakipigana, wale wanakuja kuinuliwa na kuwekwa, zile zinaitwa hema. Wamepigana wakashi wakashinda. So hapa inasema ni nani atakayeweza kufanya maskani yake katika kita kilima kitakatifu cha Mungu. Bwana asipiwe, maana ameshinda hema ya kwa hema ya kwanza. Bwana Yesu asipiwe, wapendwa kukosa kuangalia pasta anisauniangalie Bwana asikiwe, ili ukose kuangalia pasta, ili ukose kuwa mtu wa kunungunika. Wewe umeshinda hema ya kwanza, hema ya kwanza. Kila siku atembelewe, apatiwe masiwa, apatiwe masiwa, aambiwe a, wakikosa kama watakuja, anasema hata hii kanisa inakaku Mungu napeta Mungu. Hii kanisa inakaku Mungu napeta. Nime nimepata, ni ya ni hema ya kwanza. Bwana asifiwe. Shalumia jirani Mungu wa kusaidia katika hema ya kwanza. Bwana <coughs> <coughs> asifiwe. Wale watu wataangalia shida. Na walipoona ona wakaishughulikia. Wakaenda watainua mikono. Uh, katika Musa ametoka hema ya kwanza hapo katika hema ya pili. Bwana asifiwe. Hema iliyo na uwezo wa kubeba wengine, si wakubebe lakini ya kubeba wengine wengine. Haleluya wapendwa, Mungu watatina